Airbus A380-800 ambayo ilikuwa mojawapo ya ndege za kwanza kubwa zaidi kukabidhiwa kwa mteja wa kwanza Singapore Airlines mwaka 2008, imetolewa kwenye hifadhi baada ya miaka mitano. A380 hiyo, yenye nambari ya usajili 9 Hotel Mike India Papa, hapo awali ilikuwa ikiendeshwa na Hi Fly Malta na ilijulikana kwa kubeba nembo maridadi ya Save the Coral Reefs kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020. Hata hivyo mwaka 2020 ndege hiyo iliyokuwa ikimilikiwa na Dori Doricaset Finance iliyoondolewa kwenye huduma na tangu wakati huo imekuwa ikihifadhiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo Ufaransa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mnamo Septemba 16, 2025, kampuni ya EFW yenye makao yake ya Ujerumani inayomilikiwa na Airbus na ST Engineering ilitangaza kuwa imepokea mteja mpya wa A380 kwa huduma. Taarifa kutoka Flightradar24 zilionyesha kuwa A380 iliruka kutoka uwanja wa ndege wa Tarbes Lourdes Pyrenees hadi uwanja wa ndege wa Dresden mnamo Septemba 12 mwaka 2025. Cha kufurahisha ni kwamba taarifa ya awali kutoka EFW ilisema kuwa A380 iliwasili kuwa matengenezo haina uhusiano na Global Airlines wala Highfly. Sehemu si hii ya taarifa ilifutwa baadaye. Hata hivyo, hii ni hatua ya kusisimua kujua kuwa moja ya ndege za kwanza za A380 kukabidhiwa shirika la ndege inapata uhai mpya. Hi Fly hapo awali pia iliwahi kuendesha Airbus A380-800 nyingine yenye nambari ya usajili 9 Hotel Golf Lima Oscar Bravo Lima kwa niaba ya Global Airlines katika safari kadhaa za kuvutia za kuvuka Atlantiki. Wakati wa huduma yake na Singapore Airlines, A380 yenye usajili 9 Victor Sierra Kilo Charlie ilitumia takriban miaka kumi ikisafirisha abiria.